Karibu kwenye pesa vibe, mahali ambapo tunazungumzia ukweli unaweza kubadilisha maisha yako. Leo nataka nikuulize swali moja tu, lakini lenye nguvu sana. Je, unajua maisha yako yalivyo sasa ni matokeo ya maamuzi yako ya jana, na kesho yako itategemea maamuzi utakaofanya leo? Kwa hiyo, kama unataka maisha bora, lazima ujifunze nguvu ya kufanya maamuzi sahihi. Maamuzi yako ndiyo ramani ya maisha yako. Kila hatua uliochukua hadi sasa, shule ulioenda, kazi uliochagua, marafiki ulionao, hata tabia zako, yote ni matokeo ya maamuzi uliofanya. Hakuna kitu kinachoamua hatima yako zaidi ya maamuzi yako. Lakini tatizo ni kwamba wengi wetu tunaishi kama vile hatuna nguvu ya kuchagua. Tunalaumu dunia, hali ya uchumi, serikali au hata familia, wakati ukweli ni mmoja tu. Maisha yako hayabadilishwi na hali, bali na maamuzi. Kama leo utaamua kujifunza, utaamua kujiamini, utaamua kuanza kidogo, utaamua kutembea kwenye njia sahihi, basi kesho yako itaanza kubadilika. Lakini ukikaa tu ukisubiri bahati au msaada, utaendelea kuishi kwenye kivuli cha jana lako. Watu wengi hawafanyi maamuzi, wanakimbia maamuzi. Kitu kinachowazuia wengi sio ujinga, sio umaskini, sio ukosefu wa nafasi ni hofu ya kufanya maamuzi. Watu wengi wanajua nini cha kufanya, lakini wanachelewa. Wanangoja hali iwe sawa, wanangoja wawe tayari, wanangoja wapewe ruhusa. Lakini ukweli ni kwamba kutokufanya maamuzi ni uamuzi wenyewe. Ukiamua kungoja, tayari umeamua kubaki pale pale. Ukiamua kuchelewa, tayari umeamua kupoteza nafasi. Dunia inaheshimu wanaoamua, si wanaoahirisha. Usiseme nitajaribu, Sema nitafanya, kwa sababu hatima yako inategemea msimamo wako. Ujasiri wa kufanya maamuzi magumu. Maamuzi bora hayatokani na akili nyingi, bali ujasiri. Ujasiri wa kusema sitaki tena kuishi hivi, ujasiri wa kusema nitachukua hatua hata kama hakuna naye imani ndani yangu, ujasiri wa kusema nitapambana hata kama matokeo siyo ya haraka. Watu wengi wanajua njia sahihi lakini wachache wanaamua kuipita. Wanaogopa kushindwa, wanaogopa kuonekana tofauti, wanaogopa kuachwa nyuma. Lakini kumbuka, hatari kubwa zaidi ni kutokuchukua hatari kabisa. Nidhamu na maono, siri ya maamuzi sahihi. Kama hujui unakwendaelekea, basi kila njia itakuchanganya. Ili kufanya maamuzi sahihi, lazima ujue unataka nini katika maisha. Kuwa na maono, kuwa na picha ya wapi unataka kufika. Maamuzi magumu yanahitaji nidhamu. Wakati wengine wanachagua raha ya muda mfupi, wewe chagua matokeo ya muda mrefu. Chagua kujifunza leo badala ya kulalamika, chagua kuhifadhi leo badala ya kutumia hovyo, chagua kufanya kazi leo badala ya kulala usingizi wa ndoto zisizo na hatua, kwa sababu kila maamuzi ya nidhamu leo yatakupa uhuru kesho. Maamuzi madogo yenye matokeo makubwa: usidharau maamuzi madogo. Kuna nguvu kubwa sana kwenye maamuzi unayoyafanya kila siku, hata yale yanayoonekana madogo. Uamuzi wa kuamka mapema, uamuzi wa kusoma kurasa chache kila siku, uamuzi wa kuzunguka na watu wanaokutia moyo, uamuzi wa kutabasamu hata unapopitia magumu. Maamuzi hayo madogo yanajikusanya, na hatimaye yanaumba maisha mapya. Kama leo utaamua kufanya mabadiliko madogo, baada ya mwaka mmoja utaona matokeo makubwa. Maamuzi mabaya siyo mwisho, ni somo. Wengi wanakata tamaa wakishafanya kosa, wanasema nilishajaribu, nikashindwa. Lakini kumbuka, kila aliyofanikiwa alishafanya maamuzi mabaya mara nyingi. Hakuna aliyejifunza bila kukosea. Kila kosa ni darasa, kila kushindwa ni kipimo cha ukuaji. Usiogope kufanya maamuzi kwa sababu ya hofu ya makosa. Makosa si adui ni walimu. Anza tena, lakini safari hii ukiwa na hekima zaidi. Hatua ndogo, mabadiliko makubwa. Leo chukua muda na tafakari, unataka maisha yako yaweje miaka mitano ijayo? Unataka kuwa nani? Unataka uwe wapi? Kisha jiulize, ni maamuzi gani ninahitaji kufanya leo ili nifike huko? Huenda ni kuanza kusoma vitabu vya kukuinua kifikra au kuacha marafiki wanaokurudisha nyuma au kuanza biashara ndogo, au kuanza kuweka akiba ya kila wiki. Hayo ni maamuzi yatakayobadilisha hatima yako. Kila siku ni nafasi mpya ya kuchagua njia mpya. Wito wa kuamka: usiishi kama abiria kwenye safari ya maisha yako, chukua usukani. Wewe ndio dereva wa ndoto zako. Usisubiri hali iwe nzuri, tengeneza hali nzuri kwa maamuzi yako. Usisubiri bahati, tengeneza bahati yako kwa hatua zako. Leo amua kuishi kwa kusudi, amua kuishi kwa ujasiri, amua kutokata tamaa, kwa sababu hatima yako iko mikononi mwako. Kila kitu kitabadilika ukiamua. Kama ujumbe umekugusa, subscribe kwenye channel hii ya Pesa Vibe, ili usikose video nyingine za kukuinua kiakili, kifedha na kimaisha. Na kwa wewe unayotafuta kitabu cha motisha kitakachokusaidia kuinua fikra zako na kukuongoza kwenye mafanikio. Maelezo ya kupata kitabu hicho yapo kwenye description ya video hii, namba ya kununua iko hapo chini. Kumbuka, maamuzi yako leo ndiyo yatakayoamua kesho yako. Chagua kwa busara, chagua kukua. Hii ni PesaVibe, mahali ambapo akili zinabadilishwa kuwa nguvu ya mafanikio.